Je, yeah, ni muda kiasi gani unastahili kukaa tangu mara ma, tangu baada ya mimba kuharibika au kutoka, ni muda kiasi gani unastahili kukaa ili uweze kupata ujauzito mwingine? Kimsingi unastahili kusubiri angalau mamini periodi mbili mpaka tatu, au hedhi mbili mpaka tatu tangu mimba iliharibika au kutoka. Hii itakupa nafasi ya kujiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupokea ujauzito mwingine, lakini pia itategemeana na utayari wako katika kupata ujauzito mwingine. Kama hujawahi kuiona, kama hujawahi kusubscribe na Health Program, basi subscribe ili nipe hamasa kutoa mafunzo zaidi kuhusiana na afya. Sasa hivi hivi, kama ikitokea kama umeingia umepata ujauzito mwingine alafu bado umeharibika tena au umetoka tena hapo namna hapo kufanya, hospitali, na daktari, vipimo, sababu, kuna namna nyingine ya kufanya bali ni kwenda hospitali kuonana na daktari akufanyia vipimo ambavyo wewe mwenyewe anaweza akasuggest, kwa sababu huenda kuna sababu zingine kubwa zaidi. Yeye ata suggest atakupa kipimo aidha cha damu au atakupima uh, atafanya ultrasound au DNA test ili atakayefahamu zaidi eh, ili kujua tatizo ni nini hasa.